Na tukirejea hapa nchini, baada ya kuanzishwa rasmi kwa Benki ya Ushirika tupate nafasi ya kuangalia tija iliyopo katika benki hii ambayo ilifunguliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kabla tujaungana na wazungumzaji wahusika katika benki hii, kwanza tukupitishe katika maeneo muhimu yaliyopo katika uundwaji wa benki hii. Tuangalie muundo wa benki hii ya ushirika kama tunavyoonyeshwa katika taarifa hii hapa mtaji wake ni shilingi bilioni hamsini na sita ambapo vyama vya ushirika vinahisa hamsini na moja asilimia benki ya crdb ina hisa asilimia ishirini serikali ina hisa asilimia kumi wadau wengine wanahisa asilimia tisa benki hii kwa sasa ina matawi manne ina mawakala hamsini na sita na vyama vya ushirika vipo elfu saba ambavyo ni vyama vya ushirika kutoka hapa nchini Tanzania. Sasa moja kwa moja, tupate nafasi ya kuzungumza na wageni wetu kutoka jijini Dodoma. Tunaye mkuu wa kitengo cha biashara na ushirika Yahya Kiabo pamoja na mkuu wa idara ya tehama na ubunifu Tupate nafasi ya kuungana napo ambapo tunaangalia kwamba Aprili 28 rasmi ulifanyika uzinduzi wa benki ya ushirika Tanzania ijulikanayo kama COP, na hafla hiyo iliongozwa na Rais Samia Suluh Hassan pamoja na waziri wa kilimo Hussein Bashe na wadau wengine ambao walihudhuria. Wageni wetu wapo tayari na tunazungumza nao hapa. Mwenzangu Goodluck yupo tayari kabisa kuanza mazungumzo haya. Sasa kama tulivyokujuza awali, leo tunapata nafasi ya kuangalia tija iliyopo na namna gani itaendeshwa benki ya ushirika ambayo imezinduliwa rasmi Aprili 28 na Rais Samia Suluhu Hassan. Tunao wageni wetu ambao wapo studio za Dodoma, tunaye mkuu wa kitengo cha biashara na ushirika Yahya ya Kiabo, pamoja na mkuu wa idara ya Tehama na Ubunifu Ahmed Nassor wa benki hii ya ushirika. Habari za wakati huu, kama mnatupata karibuni sana. Na tukianza kwako Yahaya, ya mkuu wa kitengo cha biashara na ushirika, tueleze kwanza namna gani benki hii itakuwa inafanya kazi. Asante sana Aa, kwa, kama ulivyonitambulisha kwa majina, anaitwa Yahaya Jumanne Kiabo, ni mkuu wa idara ya biashara na ushirika kutoka benki ya ushirika ku bank Uh, awali ya yote kwanza tutumie nafasi hii kumshukuru sana uh, Mwenyezi Mungu, lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutuzindulia benki yetu tarehe 28 mwezi wa 4 2025. Benki hii uh, si benki ngeni sana kama tulivyokuwa tumeisikia uh, kwa sababu asili ya benki hii ni muunganiko wa benki mbili uh, benki za ushirika kwa maana ya benki ya ushirika Tandaimba pamoja na benki ya ushirika ya Kilimanjaro KCBL. So, benki imeanza kazi rasmi uh, tokea elfu mbili, tokea mwezi wa kumi mwaka jana uh, tukiwa na matawi manne mpaka sasa kwa maana ya Tabora, uh, Moshi, Dodoma, uh, pamoja na Tandahimba Mtwara, lakini pia tumekuwa na mawakala uh, tuna mawakala zaidi ya hamsini na nane nchi nzima uh, na modi kubwa ambayo tunaitumia sisi ni kufanya kazi kwa ukaribu sana na uh, vyama vyetu vya ushirika kwa sababu uh, Focus yetu kubwa sana ni kwa ni ushirika na ushirika pia ni mtambuka. E, tunaangazia kilimo lakini pia tunaangazia ushirika wa ufugaji, ushirika wa madini hayo. e, ndio maeneo makubwa sana ambayo tunaangalia. A, lakini pia lengo kubwa ya benki hii imekuja kwa ajili ya kuja kukomboa kwa maana ya kusaidia sana wakulima na hasa wanaushirika, lakini pia mbali na eneo hilo pia tunahudumia Watanzania wote e, kwa maana ya wafanyabiashara, wajasiriamali lakini pia na wadau wengine wote katika sekta nzima ya, ya, ki, ya kifedha. Mm -hmm. Itakuwa inafanyaje kazi sasa? Ni kama benki nyingine, aa, kama tunahifadhi fedha, yani muundo ufanyaji kazi na namna ambavyo ki, ki, unamsaidia mkulima. Yes. Ki, ki, kimsingi si tu kumsaidia mkulima, uh, benki hii ni kama benki zingine zilivyo hapa nchini kwa maana ni benki ya kibiashara. E, tunafanya kazi e, tunatoa huduma na bidhaa kama tuna, kama benki zingine zinavyotoa huduma na bidhaa, kwa maana tunaruhusu wateja wa Tanzania kuja kuweka, kuja kutoa pesa, kuja kufungua akaunti, lakini pia kuja kuchukua mikopo <coughs> e, kufanya kila aina ya miamala ambayo inafanywa katika benki zingine. Tuna huduma na bidhaa ambazo zinakidhi au zinaendana na na wadau wetu wa kisekta, kwa maana wana ushirika, lakini pia tuna huduma na bidhaa ambazo e, zinaendana na wadau wengine ambao si wa kisekta ya ushirika pamoja na kilimo. Sasa kwao tunafanya kazi kama benki zingine yeah, yeah. Sasa kama mnafanya kazi na itaendeshwa kibiashara, itawanufaisha vipi wakulima hasa wale wakulima wa chini? Eh, utajaribu kuangalia, nilikuwa najaribu kuzungumza kuhusiana na modi yetu ya biashara. Sisi modi yetu, modi yetu ya biashara kidogo ni tofauti na wengine eh. Lengo la benki yetu sisi kwanza ni kuchagiza uchumi jumuishi wa kifedha kwa maana kwamba tumefokasi kuanzia kwa kule vijijini. Eh, modi ya operation ambayo naizungumzia hapa sisi tumeweka, eh, tumeweka mawakala kwa maana ya vyama vya ushirika eh, ndio umekuwa ni sehemu ya mawakala wetu wa benki kwa hiyo e, wakulima e, ambao wapo kule vijijini kupitia vyama vyao kwa maana zile AMCOS e, wamefikiwa na huduma za kifedha pale wanaweza wakafungua akaunti wakiwa wako e, pale pale kijijini lakini pia wanaweza wakatoa pesa lakini pia wanaweza pia wakaweka pesa wakiwa pale pale kijijini tumejaribu kuangalia kwamba focus kubwa ya e, ukijaribu kuangalia takwimu pia za za, za, za, za, za, za, za, za benki ni asilimia ishirini na mbili tu ya Watanzania ambao wamenufaika na huduma za kifedha. Tuna zaidi ya asilimia sabini na nane ambayo Watanzania hawa hawana huduma za kifedha na wengi wao na wengi wao ni, ni hawa ambao wako vijijini. E, utajaribu kuona populesheni yetu ya ya Tanzania asilimia sitini ya Watanzania e, wanajihusisha na na, na, na maswala ya kilimo. Sasa sisi tumekuja kufokas huko kwa sababu tumekuwa na mabenki mengi lakini mengi yamejikita sana mjini. Sisi tumekuja na moda ambayo e, unaenda kijijini unakutana na benki ipo kule, inatoa huduma zote ambazo e, mkulima alikuwa anazihitaji badala ya yeye kuanza kutoka na kwenda kutafuta. Kwa hiyo sisi tumewafuata kule, na tunasema tunakwenda na sera hii kuhakikisha kwamba tunakwenda kuchagiza e, uchumi jumuishi wa kifedha e, tutoke pale tulipo asilimia ishirini na mbili walau kwa miaka mitano ijayo tuweze kufikia asilimia hamsini wa Tanzania wawe na huduma za kifedha. Sasa so, so, eh, Hemedi benki hii inaanzishwa katika kipindi ambacho pia kuna mapinduzi makubwa sana ya eh, masuala ya tehama na wewe unasimamia katika eneo hilo eh, ni, ni, ni kwa namna gani ambavyo mifumo hii ya teknolojia ya habari na mawasiliano itakuwa ikifanya kazi zaidi eh, na kurahisisha huduma kwa ambao watakuwa wanapata huduma kwenye benki hii ya CBT? Asante uh, kama ulivyonitambulisha kwa majina, naitwa Hemed Nasoro, ni mkuu wa idara ya tehama na ubunifu katika benki ya ushirika, na benki ya ushirika imejipanga kuweza kuwafikia wateja wetu, na kwa kuwa tunatambua nature ya wateja wetu kuwa wakulima na washirika uh, washirika mbalimbali mbali ikiwemo hao wakulima na washirika wa kifedha. Sasa tumetengeneza teknolojia ambayo inakuwa ni rahisi wao kutumia. Tunafahamu kwamba wakulima wengi hawainteract sana na mifumo ya kiteknolojia. Sasa kutokana na necha yao wao sisi tumeangazia ni kitu gani ambacho kinakuwa ni rahisi wao kuki, kukifikia, kukipata na kuweza kukitumia. Aa, kama alivyosema mkuu wa, wa idara ya biashara, um, hatuja complicate kusema kwamba atumie teknolojia ngumu kuweza kupata huduma za kifedha. Tumeangalia kwamba kutokana na mazingira yao ni wapi wenyewe wako based na wanapatikana kirahisi na tumechagiza kupeleka teknolojia huko huko walipo na wao waweze kupata huduma za kifedha. Ukiangalia kufanya kazi ya uwakala katika eneo ambalo mkulima yupo, ina maana unamaanisha ni eneo ambalo kidogo ni ruro le, ni eneo la ndani ambapo ndo maana kama hivyo vijijini, lakini ofisi zetu, ofisi za hao wana ushirika tuseme, ushirika wa kilimo AMCOS, zipo huko huko zilipo, ambapo ndipo wakulima wanapatikana. Hivyo tumepeleka teknolojia kwenye hivyo vyama husika tumepeleka mifumo ambayo hivyo vyama vitacha, vitatumika kama mawakala. Tumepeleka teknolojia ambayo hivyo vyama vinaweza vikatumia mifumo ya kibenki kutoka kwenye vyama vyao kuwahudumia wanachama wao. So kwa kifupi, tumetengeneza mazingira kana kwamba vile vyama vinakuwa vinafanya kazi kana kwamba vinyewe ni branchi ama tawi la benki kwa hivyo hiyo inarahisishia wakulima kupata hizi huduma za kifedha moja kwa moja. Lakini pia ukiangalia vyama vya ushirika na wakulima wamekuwa wakipata tabu kupata huduma za kifedha. Kwa mfano uh, tunavyoangalia mnyonyoro wa thamani wa kilimo uh, unapitia mambo mengi sana kuanzia uh, input kwa maana ya kwamba ni nini wanaweka wana, wanatumia kuweza ku, kuanzisha mazao kilimo chao mpaka wanavyopata mazao yao na kuja kulima na kuja kuvuna. Sasa ule mnyororo wote wa kifedha wa, wa, wa, wa kilimo tumeangalia ni namna gani mkulima ataweza kuwa na access ya kupata kuanzia kama ni ruzuku, kama ni pembejeo ama mbegu, na anaweza akazi access kupitia simu yake ya kiganjani ama akapitia kupitia chama chake cha ushirika ambacho kina access moja kwa moja na mifumo yetu ya kibenki, na mwisho wa siku yeye akapata kufaidika kirahisi kupata hivyo vitu itamuunganisha. Ita... Sasa manake, mifumo hii tayari ipo imeanza kufanya kazi, ama ni lini itaanza kufanya kazi kazi ama itaanza kama bado? Mifumo hii ipo tayari imeanza kufanya kazi. Uh, vyama hivi vya ushirika tayari ni mawakala kama sasa, sasa hivi tunavyozungumza tayari wana uwezo wa chama chenyewe cha ushirika kikafungua akaunti ya mwanachama wake, akaunti ya kibenki amini, akaunti ya benki ya ushirika. Lakini chama chenyewe cha ushirika kina access na kuanzisha malipo ya wanachama wake pale ambapo wanauza mazao yao na mengineyo na mengineyo. Sawa kabisa na, wakati tunakaribia kuhitimisha ya haya utueleze tunaambiwa kwamba uh, imeanza na mtaji wa bilioni hamsini na sita. Kuna ambao wangependa kufahamu kwamba hizi bilioni hamsini na sita ni kwamba mmepata mkopo kutoka sehemu au ni ruzuku kutoka serikalini? Mm, ili tufahamu msingi ambao umejengwa na mtaji huu uh, kwa kwanza kwa tuseme mtaji wetu ni, ni bilioni hamsini na nane kwa maana ya benki hii asilimia kubwa unazungumza zaidi ya asilimia hamsini na moja ni wanahisa ambao wanatoka katika eneo la ushirika e, vyama vya ushirika, kwa maana ya vyama vya mazao na vyama vya akiba na mikopo kwa maana ya sacos e, vimechagiza kwa asilimia hiyo hamsini na moja kuweza kupata mtaji wa bilioni hamsini na nane lakini pia tumekuwa na asilimia 49 ambazo zinahusu wadau mbalimbali e, wakiwepo e, makampuni lakini pia na watu binafsi ambao umeweza kuchagiza hiyo asilimia arobaini na tisa. Kwa hiyo nguvu kubwa ya mitaji huu umetokana na wanaushirika wenyewe kwa maana ya sakosi pamoja na, na vyama hivi vya vyama zao. Sawa, sawa. Na sisi tunaamini kupitia mtaji huu wa bilioni hamsini na nane tunaweza kuwafikia Watanzania wengi sana kuhakikisha kwamba huduma za kifedha zinawafikia, lakini pia tutaendelea kutanuka zaidi kama alivyozungumza mwenzangu. Uzuri ni kwamba sisi tumepata bahati, tumeanzisha benki kipindi ambacho eh, ni kipindi cha ki, cha, cha, cha, cha ki, kipindi cha kiteknolojia zaidi, tunasema kipindi cha kidigitali. Kwa hiyo fokasi yetu kubwa imekuwa ni kurahisisha huduma na bidhaa kuziweze kuwafikia wateja wetu kwa njia ya kidigitali. Tumekuja okay, na huduma nzuri kama hizo alikuwa anazungumza mwenzangu wa Tehama, huduma e, ya ya, ya kop wakala. Huduma hii kama alivyoizungumza na tulivyojikita sana huko kuanzia vijijini. Tumekuja na bonda ambayo itakuja kuwarahisishia wakulima. Kuanzia pale mkulima anapoanza anapoanza kilimo chake. Kwa maana tumemsajili mkulima, tuna taarifa zake e, kutoka awali anapoanza maandalizi ya kilimo kama anahitaji mbolea, anahitaji mahitaji mengine yote katika awali pale kuandaa shamba, lakini pia tutakwenda naye mkulima mpaka hatua ya mwisho, mpaka e, anapokwenda kwenye hatua ya malipo kwao. Tunataka tumsaidie mkulima mpaka hatua ya mwisho e, ambayo pia anakwenda kuuza mazao yake pale kwenye chama chake cha msingi au kwenye chama kikuu. Lakini pia tumeendelea pia kutoa huduma na bidhaa kwa vyama kwa maana ya vyama vya akiba na mikopo kama sehemu kubwa sana ya wadau wetu ambao wameshiriki eh, kupata hii asilimia hamsini na moja ya mtaji wa benki. mm -hmm. shukrani sana tunawashukuru na tunawatakia kila la heri. asante yes, sana nasi pia tutumie nafasi hii kuwakaribisha sana CoBank na kuwakaribisha watanzania wote waje kupata huduma na bidhaa ambazo zinapatikana katika benki yetu ya ushirika kwa maana ya CoBank tupo mitandaoni eh, tupo pia kila pahali kwa maana ya kupitia mawakala wetu kwenye matawi yetu manne, lakini pia tutaendelea kutanuka kadri itakavyokuwa, eh, tunaona biashara yetu inavyokuwa. Asante sana. Shukrani. Ni Yahaya Kiabo, mkuu wa kitengo cha biashara na ushirika, tumezungumza naye pamoja na Ahmed Nassor, mkuu wa idara ya tehama na ubunifu, Benki ya Ushirika, ambayo ni benki mpya iliyokuja kwa ajili ya kuwasaidia wakulima na ni yeah. Benki ya wakulima wenyewe kabisa, na itasaidia pia kuimarisha vyama vya ushirika. Unajua mm. kuna wakati tulikuwa na vyama vya ushirika vilivyokuwa na nguvu sana. Sasa hivi pengine eh, kama itatumika vizuri naweza kahuisha ile nguvu ya vyama vya ushirika, lakini pia tunafahamu kwamba miaka kama minne hivi iliyopita zaidi ya vyama vya ushirika elfu tatu vilifutwa mm. kutokana na kusuasua kwenye namna na ile tume ya e, maendeleo ushirika ilivifuta. Sasa hivi umetuambia pale, tuna vyama vya ushirika elf, takriban elfu saba mm. Kwa hiyo tunaamini kwamba vyama vya ushirika vyote vikiwa na nguvu e, na kupitia benki hii, basi wakulima watanufaika vizuri kabisa. yeah. sawa so,